Parachichi ni zao linalokuja kuongeza fursa kwa Wananjombe, lakini kwenye nchi vile vile. Nataka niwaambie sasa, hali imebadilika, parachichi ni biashara tosha, parachichi ndio maisha yetu. Kama unataka utajiri, lima parachichi, kwa sababu serikali yenu hii inaongozwa na Mama Samia imetoa maelekezo thabiti juu ya usimamizi wa mazao ya kilimo hili la parachichi likiwemo. Na tulianza kuwahamasisha watu watukuyu walikuwa wanalima shamba hili. Mimi nimekuja Njombe nimtembelea mkulima mmoja upande ule kule Nebes. Nebes, eh? Yes, yes. Nimemtembea mpaka pale kwake, nikaona namna ambavyo amejitahidi kulima lakini tulikuwa hatujafanya jitihada za kumuongoza kwenye masoko. Parachichi hii, wale wachache walikuwa wanalima, walikuwa wanafuatwa na wafanya biashara nyumbani kuja kununua tena kwa bei ya chini, lakini pia walikuwa wanauza kwa gredi ya pili. Hata kama parachichi ilikuwa gredi wani, wananunua kwa daraja la B na wanalipa kidogo. Sasa kadiri tulivyokwenda tumefikia hatua nzuri. Parachichi leo ni zao linalosimamiwa na wizara, ni zao la bustani linalolimwa kimkakati na ni zao ambalo tumetengeneza fursa za masoko yake. Parachichi ukilima leo una uhakika mahali pa kuuza. Mkuu wa mkoa, umefanya jambo zuri sana kulifanya zao la parachichi mkoani Njombe kuwa ni ajenda ya kiuchumi kwa wananchi ni jambo muhimu. Umuhimu wake ni kwamba wananchi sasa wanaona kumbe hili zao linazungumzwa na serikali. Wananchi wana imani sana serikali inapozungumza. Wananchi mwe na imani, imani na serikali yenu kwamba tunalizungumza zao hili. Mimi niko hapa nimekuja kuungana na mkuu wa mkoa na mawaziri hawa watatu tunakuja kulifuatilia zao hili mpaka kiwandani hapa leo nilipo, ndiko mahali ambako tulikuwa tunapakosa sana. Hatukuwa na viwanda, hatukuwa na mnunuzi. Leo Avo Afrika ndio mnunuzi wetu. Tena nimemfuatilia kwa umakini, hasa kwenye eneo la grading na bei zake. Kuna grade 1 inauzwa mpaka shilingi elfu moja na mia, elfu moja na mia saba ananunua shilingi mia saba Hiyo ndio ilikuwa inachukua ma avocado zetu zote. kama daraja la pili unanunua kwa shilingi mia, mia uongo, aliyenunua sana shilingi mia mbili uongo. Leo ukivuna avocado yako parachichi yako, huyu ana grade daraja la kwanza na unaliona daraja la pili unaliona tena, yeye anasema ananunua tu yote.